Bwana, mambo yanaendaje mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya habari mpya G5. Aisee bwana bwana, <laughs> sijui nianze kwa kucheka au nifanyeje, lakini ni jambo ambalo napenda sana bakwele hapa kweli niwaletee hapa mbele yenu. Aisee, jambo lenyewe ni kuhusu uh, bondia maarufu sana hapa nchini Tanzania hapa, namzungumzia Hasani Mwakinyo. Hasani Mwakinyo bwana, unajua bwana, baada ya pambano lake alilopambana juzi na kushinda kwa KO kumekuwa na maneno mengi sana ya akiarusha kwenda kwa mpinzani wake mwingine hapa nchini Tanzania, au na huyu si mwingine bali namzungumzia Twaha Kiduku. Ah, japokuwa watu hawa wawili hawa wamekuwa na maneno akirushiana maneno ya hapa na pale muda mrefu, kila mmoja akiwa anataka sasa kwamba kama vipi waingie ulingoni. Lakini sasa, Hasani Mwakinyo bwana, kama unavyojua kwamba ni mtu ambaye anasifika si kwa ngumi tu lakini bwana anasifika pia kuwa na maneno ya shombo, yani maneno yale ya unajua, pengine sio kwa ubaya, lakini ni katika hali ya kawaida kwamba mabondia wanakuaga na kurushiana maneno kabla ya mapambano yao. Sasa Hasani Mwakinyo bwana ni mkali wa haya, mkali wa haya mambo, eh, ni mkali wa haya mambo, na ndio maana unaona hata bondia mwenyewe atoa Kiduku juzi kati akasema bwana hawezi kushindana na mtu ambaye ni mbishi tu hata siku ya kuzaliwa ilibidi mpaka kuchezwa ngoma ndo azaliwe amekaa ndani ya tumbo la mama yake kwa muda wa miaka miezi kumi na mbili ndipo akazaliwa kwa hiyo kwa upande wa Twaha Kiduku yeye akasema kwamba hawezi kubishana na mtu kama huyo hii inaashiria kwamba hata yeye Twaha Kiduku anakubali kwamba Hasani Mwakinyo ni mtu mwenye maneno mengi sana yani haishiwi na maneno kweli bwana huyu ni mtu kutoka Tanga sasa Uh, msikilizaji uh, Hasani Mwakinyo bwana, muda mfupi uliopita ameposti posti yake katika mtandao wake wa Instagram akiwa moja kwa moja anamlenga Twaha Kiduku, anasema bondia kutoka Morogoro pambano lake na Dula Mbabe alilipwa milioni thelathini na gari ya Crown used na ndio hela pekee nyingi kuipata kwenye maisha yake ya ngumi, ambapo miaka saba nyuma, mimi crown hiyo, mimi nilikuwa naweka yani, na nawekea ya mbwa kuwapeleka kuoga Ras Kazone Beach. Sikuwa na kitu wakati huo, lakini bado sikuchukulia kwamba crown ni gari ambayo napaswa kufanya tambiko la kuzunguka mkoa mzima. Hasani Mwakinyo anaendelea akisema, point ya msingi ni kwamba ofa uliotaka wewe milioni hamsini ambayo unalilia kuikosa kwenye pambano la mimi na wewe ni hela ambayo sikumbuki mara ya mwisho ni lini nimepigania hiyo hela. Hasani Mwakinyo hajaishia hapo, anasema mimi ni professional higher level, kutofautisha na nyie. Lakini pia jambo la pili, mimi ni mfanyabiashara, sio nipige nikale kama nyie tamaa yako wewe ya kuona dola elfu sita ni hela nyingi. Rusia ulihama uzito, na ndio imefanya leo hii ukifanya mahojiano macho yako yanakutana. Hapa namzungumzia Twaha Kiduku hapa msikilizaji, kwamba Twaha Kiduku alienda Rusia alafu akahama uzito. Alipaswa kupigana na mtu wa uzito huu, lakini akangangana kupigana na uzito mtu wa uzito mkubwa zaidi ambaye huyu uh, uh, kwa sababu aliambiwa kumewekwa dola elfu sita sasa Hasani Mwakinyo anaendelea kuandika akisema, macho yako yanakutana kama mwakitara akiwa ananyonywa chuchu, bado ulihitaji kufanyiwa operesheni ya macho. Macho yako mabovu, tunajua utapata milioni hamsini unazotaka na operesheni yako ya macho nitasimamia, yaani nitaisimamia mimi, kabla au baada ya fighting your time is coming. Hapa bwana Mwakinyo anataka kusema kwamba muda wako upo muda wowote ule, nitakuonyesha ni nini maana ya ngumi. Kama unavyojua tu kwamba Mwakinyo bwana ni mtu wa kujitapa, anasema kwamba anapigana ili kuwafundisha mabondia wengine namna ya kupambana na mambo mengine kama hayo. Anaendelea kutia vitisho bwana, kwamba bwana toa Kiduku, muda wako upo tu, yani dawa yako inachemka muda wowote utakipata. Unachokiona ni mwendelezo tu wa maneno ambayo wanayorushiana kati ya Hasani Mwakinyo pamoja na Twaha Kiduku, kwa sababu hata Twaha Kiduku juzi kati uliona akisema kwamba akikutana na Mwakinyo anaua kabisa, huku akiweka maneno mengine pia akisema kwamba ikiwa Mwakinyo akitia wino tu kwamba anafanya pambano, basi yeye atatembea kwa miguu kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam. Haya bwana, hayo ndio maneno ambayo mabondia hawa wawili kwa sasa ndio ambao wanarushiana maneno kama haya. Sijajua we mtazamo wako ni upi kwanza, hebu tuambie kwamba wewe uko timu gani? Wewe uko timu hasani Mwakinyo, au uko timu ya twaha kiduku? Msikilizaji, mwakinyo bwana anapotaja bondi, bondia wa Morogoro yeye bana ni anamaanisha twaha kiduku moja kwa moja. Hasemaji tu hapendaki kumtaja kabisa ali, yani anaona kama anampaisha, anasema tu bondia wa Morogoro. Sasa hebu tuambie wewe upo katika msimamo upi, wewe unasimama na Hasani Mwakinyo au unasimama na huyu bondia kutoka Morogoro? Hebu bwana, hayo bwana ndio mambo ambayo yaliyojiri muda huu kuhusiana na mabondia hawa. Hebu tupe maoni yako kwamba wewe bwana ni timu ipi na ungetamani pambano hilo lipiganwe lini? Hebu tupe maneno yako bwana, hapo bwana, hapo, kufikia hapo mimi sina la ziada, na kuaga tu na hii ni Habari Mpya G5. Na kukumbusha tu kwamba kama wewe ni mgeni katika chaneli yetu hii ya Habari Mpya G5, usiache kubonyeza neno subscribe, lakini pia usiache kubonyeza alama ya kengele, lakini pia vile vile nakukumbusha usiache kulike, kucomment na kushare vile vile. Bwana, hii ni sehemu ambapo tunapata habari mbalimbali za mastaa na mambo mengine kama hayo. Eh, bwana, basi endelea kwa pamoja nasi hadi wakati mwingine bye bye.